Kwa maisha tunayoishi leo, mahusiano tulionayo, biashara tulizonazo, kazi tulizonazo, pilika za maisha hapa na pale, nafasi ya watu kukutana na hisia hasi au kutengeneza machungu mioyoni mwao ni kubwa sana. Uwezekano wa watu kutengeneza maumivu moyoni mwao ni mkubwa sana, na kwa hiyo watu wanalundika vitu vigumu ndani yao. Watu hawasamei machungu, malalamiko, lawama, masononeko. Tunapoteza watu, tunafiwa na fiu, watu tunawapenda kwa hiyo, wengi tunarundika vitu vibaya ndani yetu. Na sasa kwa sababu hatujui madhara, wengi tunapotea, wengi tunaumwa, wengine wanakufa, kwa sababu hujui madhara na majanga ya kubeba vitu ndani yako. Sasa leo, ili niwe msaada kwa watu wengi, nimeamua nikuletee Majanga ya kulundika maumivu au machungu moyoni, majanga ya kulundika maumivu au machungu moyoni. Na utaniruhusu nikupe majanga manne tu kwa leo. Uh, shida mojawapo ya wewe kukusanya chuki, machungu maumivu moyoni mwako na kushindwa kuyaachilia, utakutana na haya majanga na yatakuletea madhara sana. Namba moja, unafungua mianya ya kiu na sababu ya kuendeleza visasi ndani yako. Unataka kulipiza kisasi. Kwa nini? Una maumivu ndani yako, una kiu ya kufanya ulichofanyiwa. Kwa nini? Kwa sababu hujapona ndani yako, una kiu ya kusababisha maumivu kwa wengine, kwa kujua au kwa kuto kujua, kwa sababu ndani yako uliumizwa. Ndio maana mara nyingi huwa na post, nasema aliyeumiza aliyeumizwa huumiza. Ndio maana unapoingia kwenye mahusiano ya haraka haraka, kuwa makini sana. Kama uliumizwa ulikotoka, ujue tu utamuumiza na huyo unaenda kwake. Na wewe unayekubaliwa mapenzi ya fasta fasta, kuwa makini, kwa sababu kama aliumizwa atakuumizwa, atakuumiza na kama uliumizwa utamuumiza yeye. Kwa sababu ya kwanza ni visasi, kwa sababu ya machungu uliobeba. Lakini sababu ya pili ni kwamba vitu negative vya machungu na maumivu ulivyovihifadhi ndani yako kwa muda mrefu vina uwezo wa kuathiri afya ya mwili wako na afya ya akili yako. Watu wengi wamepata depression, watu wengi wamekuwa addicted, wamekuwa waraibu, wamekuwa mateja, kwa sababu ndani yao kuna negative pain, wana maumivu makali. Alafu sasa, ili moyo ufurahi, unabidi wapate kitu cha kunywa au kula au kuvuta ili imuondolee kidogo ile, na mwisho wa siku wamejikuta wamekuwa addicted, mwisho wa siku wamejikuta wameingia kwenye pain mwisho wa siku wamejikuta wana maumivu ya kutaka kujiua na wengine wamejiua. Lakini kama ujui yako, maumivu mengi ya kuweka machungu ndani yako, ambayo yataathiri afya yako. Wengi mmesikia nimefundisha maeneo mbalimbali, ukitunza maumivu magumu ndani yako, una uwezo wa kuhatarisha a, a, a, maisha yako kwa, kwa, kwa magonjwa tafiti zimeonyesha pamoja na sababu za kansa, pamoja na sababu za uh, magonjwa ya maini wa pamoja na sababu za magonjwa ya figo, pamoja na sababu za magonjwa ya moyo, pamoja na sababu za magonjwa ya misuli, pamoja na mifupa magonjwa ya tumbo, lakini ziko sababu za kuweka machungu ndani yako zinazohusiana kwa kiasi kikubwa na magonjwa hayo. Janga la tatu ni kwamba Unapoweka machungu muda mrefu ndani yako inakuzuia kufanya maamuzi ya maana. Naomba nikuambie, unapokuwa umemudu maumivu ndani yako, kwa hiyo unaweka positive emotions ndani yako, unaweza kuwa rational, yani ukafanya maamuzi yako rationally, maamuzi yako yakawa ya uzingativu, ya utengemavu, yasiyokuwa ya, ya na nafasi nyingi za kuleta madhara, lakini unavyokuwa na pain. Naomba nikwambie you don't care. Nimeona watu wengi sana wamefanya maamuzi ya kuvunja mahusiano yao wakifikiri wanajenga na wanatafuta furaha wakajikuta wame, wamejichimbia kaburi. Nimekutana watu wengi ambao wanajuta kama single parents, kwa sababu hawakufikiri kwamba maamuzi waliyofanya yangewafikisha wao kulea watoto wao wenyewe. Nimewakuta watu ambao wamefanya maamuzi ya kuondoka kwenye kazi, naacha kazi wanakuja kujuta, kwa sababu walifanya maamuzi kwa sababu ya machungu. Kwa nini? walirundika vitu negative ndani yao. Na janga la nne na la mwisho ni kutawanya marafiki wanaokuzunguka, kuwatawanya ndugu wanaokuzunguka. Kama, usifikiri kwamba ukirundika a lot of negatives ndani yako utakuwa mtu mwema. Hapana utakuwa mtu unayelalamika, unayecriticize kila kitu, unayepinga vitu, usiyetaka mahusiano mazuri, mlalamishi sana, unakuwa hasi kwenye kila kitu, unalipuka kwenye kila kitu, hasira hazikuishi. Sasa kwa tabia hizo, ndugu yangu, huwezi kupata marafiki, huwezi kujenga marafiki, huwezi kuwa karibu na watu, watakutenga, watakuchukia. Mwisho wa siku utaanza kuwa na depression kwamba watu hawakupendi. Kwa nini? Na utakosa network, utakosa company, utakosa customers. Kwa sababu ya tabia. Kwa nini? Kwa sababu umelundika vitu hasi ndani yako. Haya ndiyo majanga ya kulundika vitu maumivu na machungu ndani ya moyo wako. Naitwa Dr. Chris Mauki.